Wana wa Israeli akawajalia kupendelewa na wa Misri hata wakawapa kila walichokitaka, nao wakawateka wa Misri nyara. Wakati wana wa Israeli wanaondoka Misri, walikuwa wakikuomba, kama ni Misri, wakikuomba Ereni unatoa, wakikuomba Lamborghini unatoa, wakikuomba chochote, waliwapa kila wanacho nini. Kibali kinafanya upewe kila unachokitaka. Amen. Hivi unajua yule mtu ambaye amekutumia hela, kuna ndugu yake ajala leo god. Kibali <Kibali akiko fea> kibali kina nguvu kuliko, Kibali kinanua pesa, kibali kina nguvu kuliko pesa. Hello. Kuna watu wanaishi, wananunua vitu. Kwa nini? Kwa kibali, kwa kibali. Hivi unajua, kwa mfano kaka Shaini hapa amenyoa, amependeza. Hivi unajua kuna, kuna mtu akienda kunyoa analipwa, yani ile saluni inamlipa kwa kumnyoa. hivyo najua, kuna mtu anamuomba ndugu yake, hii ni wiki ya tatu hela. Anamwomba, anamsihi, anamtumia message ndefu, anaweka emoji za machozi, lakini <laughs> huyo ndugu yake ameshawapa watu hela nyingi sana hizo wiki tatu, wakati jambo huyo anaye. Kibali kina nguvu ambayo Ujae, kuna kuna maduka matatu yanauza vitu vinafanana, lakini maduka moja la jatu, na watu wamekaa hapo nusu saa wanasubiri waudumia, na kuna hapa ambapo wanaweza kae na waende, wako tu hapo, wako tu hapo. Kibali kibali kibali kibali kibali kikofea. Lazima waliomba kila walichotaka, kila walichotaka walipewa.

Sisemi kwamba kuwa ni mbaya aleluya, lakini kila unachotaka utafanya nini? Yoshua ishirini na nne kumi na tatu Yoshua ishirini na nne kumi na tatu anasema, niliwapa ninyi nchi ambayo hamkuifanyia kazi. Aleluya, anaongea na Israeli. Aliwapa nchi ambayo hamkuifanyia kazi, na majiji ambayo hamkuyajenga nanyi mnakaa ndani yake, mnakula matunda ya mashamba ya mizabibu na mizeituni ambayo hamkuyapanda. Amana, yes. Ikambia, inabidi uandae ufahamu wako kwa ajili ya kibali na upendeleo, kwa sababu kibali saa ingine kikija unahisi kama uizi. Anasema utakula mizabibu na mizeituni ambayo hukupanda, utamiliki majiji ambayo haukujenga. Hey, hey, nikwambie namna mojawapo ya Mungu kupunguza ku, ku, muda kusaidia kukomboa muda. Unajua kuna mtu mwingine ambao umepiga matukio sasa, moja umkamata Yesu na miaka yako thelathini au arobaini saa miaka mingi, lakini kuna kitu kibali. Kibali inaweza kukupa vitu miaka kumi ndani ya siku moja moyo wako ufunguke jioni ya leo. Yes. Pumzika kutoka kwenye juhudi zako nyingi. Sema amina. Amina. Moyo wako upumzike kwa Bwana leo. Yes. Hapana, hapana. Lazima, lazima mtu apambane. mtu apambane. Unajua katika Yakobo na Esau nani alikuwa mpambanaji? Esau alikuwa mpambanaji. Yakobo alikuwa mtoto wa mama. Israeli limetokana na taifa la mtoto wa nani? Wa mama. Hallelujah. Amen. Yes. Favor. Esau alikuwa nyumbani anapiga na mama nini, piga mchuzi nini? Anambia, leta kiungo hichi, leta kiungo hichi. Kwa hiyo akawa naye ajia kupika hisabu. Hello. Anasema nchi ambayo hamkufanyia kazi, majiji ambayo hamkuyajenga. Yes. Hallelujah mizabibu ambayo hamkulima wala kuipanda. Shika unaandika ya maandiko, yes. Hii ndio vitu ambavyo tunataka ukiri juu yako. Sema nina miliki vitu ambavyo hata sikuteseka siku, siku, siku kwa ajili yao. Hmm. Kumbukumbu la Torati sita kumi inasema, na Bwana Mungu wako atakapokuingiza katika nchi aliyowaapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo Atakupa pamoja na miji mikubwa. Miji nini? Miji nini? Mikubwa. Mizuri usiyoijenga. Haleluya. Mikubwa. Na nyumba zilizojaa vitu vyema. Sema nyumba yangu imejaa vitu vyema. Sema nyumba yangu imejaa vitu vyema. Haleluya. Nyumba yako imejaa vitu vyema. Sema amen. Nyumba yako ikawe na muonekano amen. Amen. Ambao mtu akiingia anapata uponyaji sema amen. Sio kwa mtu akiroa, kwani maisha ni vitu. Vyema vinakuja na kupita, ndio vije vipite kwako, sema amina. Ndio akasema yeye, kasema hey, kwani magari ni nini? Kwani simu zinapita, sawa zitapita

Yes, kama vinapita vipite kwako. Kama vinapita zinadumu, zinapita, ndio hata bila, lakini vipite nini? Haleluya! anasema nyumba yako itajaa vitu nini? Mm. Nyumba zilizojaa vitu vyema usivyovijaza. Vitu vyema usivyo nini? Ah. Mm. na visima ambavyo ukuchimba, na makampuni ambayo ukufungua, yes, na mashamba ya mizabibu na mizeituni ambayo ukupanda, amen. Anasema nawe ukila na ukushiba. Unajua kushiba ni baraka mm. Hey, kuna sehemu kwenye Mika anasema mnakula na mshibi, lakini we utakula na kushiba, sema amina, amen. utakula na kushiba, sema amen moja, nikusome tena andiko lingine, Nehemia 9:25 anasema, waliteka miji ngome na ardhi yenye rutuba, wakachukua nyumba zilizojaa vitu vyote. Nyumba zilizojaa nini? Visima vilivyochimbwa tayari, mashamba ya mizabibu mizeituni, na miti ya matunda kwa wingi, basi wakala na kushiba walinenepa na kufurahia wema wako mkuu. Haleluya! Shika hii habari ya wana wa Israel, nanasema kwamba gari la kale si bora kama jipya, mm. Haleluya! Ukamiliki mali ambazo ukuteseka kwa ajili yake Amen. Amen. Amiliki taasisi ambazo n jibu kwa ujasiri tu, hata kama uamini jibu kwa ujasiri, kwa ajili ya watoto wako. Haleluya, kwa ajili ya wale wanaokutegemea, sema amina. Mungu akitunza mafuta nyumba, nyumba yako kwa kwa kwa hapa, kwa hapa hapa, nani sio, sio wewe, wewe wewe. Anasema nyumba ziwe nini, kubwa kubwa, kwa sababu taasisi ni taasisi kuna watu kama kumi wa kupokea simu zako tu, wako pale reception. Anasema mataifa yatatoka vile ndani mwako. Sasa wafalme. Wafalme. <coughs> Sio mimi ni mfalme. Na kuhani mfalme. Haleluya. Amen. Nisema andiko la mwisho ili sitaendelea, baada ya hapa, kama kuna mtu anawakwaza na hizi habari njema. Niishie hapa kwa leo, sema amina. Zaburi ya 105:44 inasema, akawapa nchi za mataifa, wapate kurithi matunda ya kazi ya wengine. Warithi matunda ya kazi ya nani? Amen. Favor haiko fair. Wanafanya kazi wengine, wanaorithi ni wengine. Wanajenga nyumba wengine, wanaomiliki ni wengine. Wanaojaza vitu vyema ni wengine, wanaovifurahia ni wengine. Wanaopanda miti ni wengine, wanaokula na kushiba ni wengine. Na wewe uko kwenye upande wa pili wa kula na kushiba, sema amen. Ngoja nikwambie katika kazi yako utakuwa na ubunifu usioelezeka. Maisha yako yatakuwa na, na, na matokeo yasiyoelezeka. Ngoja nikwambia, hata juhudi ambazo, ngoja nikwambia, sikiza, mtu wa Mungu auhitaji tu juhudi, unahitaji juhudi na kibali na upendeleo. Unajua kuna watu wanafanya wana juhudi namna mtu anaona wana juhudi punda, mwenyewe akiwaona anaanza kuandika noti, yani punda akiwakuta. So, yani kuna vitu naweza akajifunza hapa kuhusiana na juhudi, lakini hamna mtu anawajua, lakini sio wewe utafanya kitu kidogo, kila mtu atakiongelea. Utauza ubuyu, watu wanasema si yani ubuyu uta ubuyu wako utaongelea sika, unanishikia? Utachukua vitu mahali kuviuza, utakuwa winga, lakini uwinga wako utakuwa maarufu. Sema amina! Winga utakuwa maarufu kuliko duka unaochukulia mzigo. Sema amen. Hizi amen ni kubwa, inaonekana mawinga ni wengi huko ndani. Haleluya, amen, kwa sababu ya kibali na upendeleo jina lako likiwa atach na biashara zikakue. Nasema jina lako popote linapoenda likalete kibali, watu watamani kuhusiana na wewe, kwa sababu ni kama mtu ambaye unaeleta neema. Hiviska unanisikia kampuni unazoingia zikastawi, kama Yakobo alipoingia kwenye nyumba ya Laban. Nasema biashara unazoingia zikastawi, kama Yusufu kwenye nyumba ya Potifa. Haleluya! ukastawi kila unapoingia ukapata kibali kila uendako, watakutazama wakakupende bila sababu, wasiokujua wakakupende bila maelezo, fedha zako zikatokea pande zote za dunia. Kuchoka kwako kumekoma leo katika jina la Yesu Kristo. Ukafanya kazi kwa bidii kwa sababu unaipenda, ukawa na msukumo wa roho ndani yako kufanya makubwa, ukawe baraka kwenye jamii yako. Kijana wakakuangalia waka wakaamini unaweza ukawa mkubwa katika umri mdogo. Wamama wakakuangalia wakaamini, wamama wanaweza wakafanya makubwa wa baba wakakuangalia, wawe inspired katika jina la Yesu Kristo. Una ubunifu usioelezeka, mawazo yako ni ya kipekee, majibu yako ni ya majira sahihi katika jina la Yesu Kristo. Umepandwa sehemu unapohitajika, wale waliokuzunguka wakakusherekee, wasiokuzunguka wakakutamani, habari zako zikaongelewe mbali habari zako zikaongelewe mbali, mialiko kuhusiana na wewe ikatoke sehemu za mbali, mataifa wakatake kukusikia, wasio kujua wakatamani kukuona, kwa sababu ya kibali. Siku za mateso zimekoma, siku za juhudi sio na matokeo yamekoma. Juhudi zako zikazae matunda elfu elfu, zikazae matunda elfu elfu, katika jina la Yesu Kristo. Watoto wako wamependelewa, kila wanapoenda milango ya radhi na upendeleo iko wazi kwa ajili yao, wakapate utambuzi wa kusudi yao katika umri mdogo na zikawafata kila wanapoenda katika jina la Yesu Kristo kwa sababu ya upendeleo wazazi wako wakahifadhiwe na afya zao wakahifadhiwe na afya zao waweze kupanda ndege na wewe kwenda nchi mbalimbali waweze kuja kuangalia miradi yako wazazi wako wakawe na nguvu kwenye mifupa yao ambao wazazi hauna basi walezi wako wakahifadhiwe katika jina la Yesu Kristo kila kinachohusiana na wewe kikailete habari njema. Kila kitu kinachohusiana na wewe kikailete kibali, watu wakakuzungumzia kwa wema, sehemu zenye tija, jina lako likakumbukwe. Wenye mamlaka na ambao watakuwa wanafanya maamuzi kwa sababu yako wakakosa usingizi mpaka jina lako litakapokuja mbele yao, na matamshi kuhusiana na wewe yakatamkwe. Hebu ongea na Mungu dakika chache kama mtu ambaye unajua una kibali na upendeleo, rudia shata hai. Mwambie baba asante Mwambie Baba, asante, maisha yangu sio ya kawaida. Simama kwa miguu yako, bali rabashata ongea kwa dakika chache na Roho wa Mungu, bali debe, de, de. rina shuda bali ashata gade, ongea na Mungu dakika chache. Mwezi wa sita unaingia next. Haleluya, ni kibali mwezi huo kwako. Nusu ya mwaka iliyobakia ni kibali kwako, kibali, miezi inakuja ikaw mikubwa kuliko